Baada ya kauli ya mkurugenzi wa tume ya uchaguzi INEC Ramadhani Kailima aliyosema kuhusiana na usainishaji wa kanuni za maadili kwa vyama vyote vya siasa nchini Tanzania, na alisema ya kwamba ni vyama kumi na nane tu ambavyo vilifanikiwa Kufu, kusaini hizo kanuni za maadili ya uchaguzi ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano, kasoro chama kimoja tu, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA hakikuweza kusaini hizo kanuni, basi kilikuwa kimeondolewa sifa ya kushiriki uchaguzi mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano lakini pia na chaguzi ndogo ndogo ndogo, eh, ndani ya miaka mitano. Basi baada ya hiyo kauli ndipo Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa mawakili Tanzania yaani TLS, ameibuka na kusema kauli hii na kupitia eh, X yaani mtandao wa Twitter hapo zamani, kaandika hivi: sijui hawa wenzetu wanazionaje hizi sheria je ni utofauti wa vyuo? Hakuna sheria inayozuia chama kushiriki uchaguzi kwa kutosaini maadili ya uchaguzi, ni tafsiri mbovu ya kukosa logic. Tuache kuharibu taifa na kuchochea vurugu. Kwa hiyo Boniface Mwabukusi kachukulia kama kauli ya huyo mkurugenzi wa Tume ya Uchaguzi Ainek Ramadan, ni kwamba ni kuharibu taifa na kuchochea vurugu. Kwa hiyo inaonekana kwamba hii itachochea zaidi vurugu na kuharibu kwa taifa, lakini pia akasema kwamba ni uh, U, ni u, ubovu ubovu wa kukosa logic, ni tafsiri mbovu ya kukosa logic. Ikaeleza vitu hivyo kwa uzito na kwa undani zaidi. Hizo ni sentensi chache sana, lakini zina vitu vizito. Mtazamaji wetu wa Masta TZ online TV, ni kwamba huwa nafikiri nini hasa yakitaendelea e, kwa hii kauli iliyotamkwa na mkurugenzi huyu wa tume ya uchaguzi usahau kuacha koment yako hapo chini kwenye comment section, lakini pia kama ulikuwa ndo mara kwanza kupata taarifa kutoka hapo Master TZ, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe ili wa kwanza kupata taarifa zote kutoka Master TZ Online TV.